Kwa sasa nikupeleke katika uzinduzi rasmi wa jengo la darasa kwa wanafunzi hawa, na shughuli hii inafanyika hapa hapa kando ya shule hii. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, hadhara hii ni ya kwako, na wananchi hawa leo wana furaha sana ndio maana umeona wazazi, wakazi wa eneo hili, walimu, watumishi wote wamekusanyika hapa kwa ajili ya kukusikiliza wewe. Mimi nilikuwa hapa na hapa ni nyumbani, leo watu hao wanataka kusikia mgeni rasmi, lakini kwa niaba ni washukuru sana CRDB. Mungu awabariki wa sana Asiyeshukuru kwa kikubwa au kidogo, asiyemshukuru mwanadamu anayemwona hawezi kumshukuru mwenyezi Mungu. Tunawashukuru sana na Mungu mna Mheshimiwa, mkuu wa <coughs> mkoa, nikukaribishe hadhara hii ya kwako, karibu, useme na wananchi wetu. Napenda nichukue na nafasi hii kuwashukuru sana benki yetu ya CRDB. Asante sana benki ya CRDB. Jambo hili wala sio jambo la kwanza, tunajua mnavyofanya kwenye nchi yetu, mnavyoisaidia serikali, mnavyomsaidia kwa dhati Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan katika kuhakikisha mnaungana kuleta maendeleo. Mmesema mko kwenye nyanja kama tatu au zaidi moja ni elimu. Tumeona CRDB kwenye nchi yetu mnaposaidia miradi mikubwa ya elimu, mnajenga shule, mnakarabati madarasa na kujenga madarasa. Lakini mmekwenda mbali zaidi, mnatoa huduma kwenye afya nimeona mnatoa mashuka mnatoa vitanda mnatoa kila kitu kwenye huduma za afya. Lakini kwenye kwenye utunzaji wa mazingira tumeona hatua kubwa ambayo mmepiga Prof, umesema mmepanda miti Rombo, nami ni shahidi, nimeona kwa hiyo. CRDB mnafanya kazi nzuri sana. wenye mahitaji maalum wapatao ishirini na sita wakiwemo wavulana kumi na mbili na wasichana kumi na nne wanaosoma katika madarasa jumuishi jumuishi. Ndugu ngeni rasmi Wanafunzi wenye mahitaji maalum hupangwa katika madarasa husika kutokana na aina zao za ulemavu, lakini kutokana na upungufu wa madarasa uliopo, ililazimika wanafunzi hawa kusoma na wanafunzi wasio na mahitaji maalum katika darasa moja, hasa wale wenye ulemavu wa akili na usonji ambao kwa tabia zao hawana utulivu darasani. Ndugu mgeni rasmi, kutokana na sababu hizo, mkurugenzi mtendaji alilazimika kuomba darasa la wanafunzi hawa kutoka CRDB Benki ili waweze kupata huduma ya elimu na huduma nyingine katika mazingira rafiki. <laughs> nyuma yangu unawatazama, hili ni jengo la darasa na wanafunzi wenye mahitaji maalum, jengo ambalo limetolewa na benki ya CRDB ikitumia gharama ya milioni ishirini na tano kulihitimiza. Kama benki ya CRDB, tunaona ni muhimu sana na sisi kuweza kuwa na mchango katika kusaidia changamoto hizi kuweza kuzipunguza tu kwa kiasi, na ndiyo maana tumeweza kujibu wito ambao ulitolewa, kama ambako tuliombwa na kuweza kuhakikisha tumeweza kuweka darasa hili moja. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika muktadha wa changamoto ambazo tumezisema, halmashauri ilileta ombi hili na tuliweza kuichakata, na naomba nisirudie tena kusema hapa, kwa sababu mwalimu mkuu ameshasema jinsi ambavyo mtaalamu anatoa familia nzima hii na gharama zake. Changamoto zilizotajwa na Mwalimu John Mgalula, benki ya CRDB imeanza kuzipunguza moja baada ya jingine. <tune> Benki hii imetoa e, msaada pia wa television like, na ujenzi wa madarasa mengine katika shule hii ya Uswaa. Kutoka hapa shule ya msingi ya Uswaa iliyopo kata ya Machame Uroki, wilaya Hai hai mkoani Kilimanjaro, mimi ni Dickson Busagaga kwa Clouds TV.